Na mtazamaji, karibu tena, na tunaendelea na taarifa zetu, ambapo msafara wa Jipange na Viusasa umeingia kaunti ya Murang'a kwa ziara ya siku mbili, na kazi walijitokeza kwa wingi katika maeneo ya Kiriaini, Kangema, Rwathia na Murang'a mjini, wakijumuika na watangazaji wa Inoro FM na Radio Citizen katika shamra shamra za kuadhimisha miaka minane ya Viusasa. Kwa kujiunga na Viusasa na kutazama vipindi kwa shilingi 50, pekee mashabiki wanapata fursa ya kujishindia hadi shilingi milioni Babe. Kitu inaitwa Viu sasa. Mimi imenisaidia sana kama kijana. Imesema niko na simu yangu pale, naweza kuifungua, naweza kutengeneza tu video natengeneza video, tu video kidogo, natuma pale, naweza kupata kwa wale ambao wanahakikisha kwamba mahali ambapo tunafika wa, tunapata wametungoja, na wote wako na tumaini ya kwamba wataweza kuwa washindi tukimaliza uh, mzunguko wetu wa Kenya mzima.